Saa ndugu zangu wane wane, ladies and gentlemen, nawakaribisha tena na tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa. Sasa leo tutaangalia viapo vitano bora vya wabunge vilivyowavutia wengi, viapo vitano bora vya wabunge vilivyowavutia wengi. Sasa bila kukupotezea muda na wewe bila kunipotezea mimi muda E, bila kukuchosha na wewe bila kunichosha mimi, twende moja kwa moja raivu. Tuangalie namba tano, kura chuma hicho, Muhamedi Abdullah Makame kwamba kwa... kwa heshima kubwa nitailinda mimi, Muhamedi Abdullah Makame, kwa heshima kubwa kwamba Naahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mwaminifu, nitakuwa mtiifu, mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba nitailinda, na kwamba naahidi nitailinda kutumikia na kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu yangu kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote, e Mwenyezi Mungu. Ja hiyo imeshika namba tano. Sasa e, twende tuangalie namba nne. kura chuma hicho <tri> mimi mwinyi jamaa Ramadhani nashibitisha kwamba itakuwa mimi mwinyi jamaa Ramadhani mwinyi mimi mwinyi, mwinyi jamaa Ramadhani nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu nitakuwa mwaminifu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. <coughs> Mimi Mwinyi Jamaa Ramadhani kwa, kwa, kwa heshima kubwa mbele ya bunge lako tukufu kwa uaminifu mimi, mimi Mwinyi Jamaa Ramadhani kwa heshima kubwa, na ahidi mbele ya bunge lako tukufu, nitakuwa nitakuwa mtiifu, mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba nitahifadhi, naahidi kuilinda, nitahifadhi, kuilinda, kuitumikia, kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote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 nita ninaahidi kuilinda na kuitumikia na kuitetea jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Baba Revo imejika namba tatu kati ya viapo tano bora vya wabunge. Sasa e, twende tuangalie namba mbili kura chuma hicho <tipulikia>

Ya, kwa kweli hichi kiapo kimewavutia wengi sana e, ni miongoni mwa viapo bora ambavyo e, walivyoviapa pale bungeni na ni kiapo ambacho kimewavutia watu wengi sana sana. Sasa e, tuende tuangalie kiapo namba moja e, kula chuma hicho. Mimi Jenista Joakim Mhagama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 Hichi e, ni kiapo ambacho bora zaidi na kiapo ambacho kimewahuzunisha wengi sana kwa sababu e, Novemba 11 ameapa na Disemba 11 ameaga dunia. Kwa hiyo ni miongoni mwa e, viapo bora zaidi ambavyo vilitokea pale bungeni katika viapo vya wabunge. Kwa hiyo e, Mungu aendelee kuilaza roho ya marehemu peponi pema. Amina.